Sam, mpenzi, asante sana kwa kunileta hapa. Yaani, hii sehemu ni nzuri sana kwa kweli, nimepapenda. Furaha yako ni furaha yangu pia, na kitu kinachonifurahisha zaidi ni wewe kupapenda hapa. Kwa kweli sikutegemea kabisa kwamba ndani ya huu mwezi mmoja wa mahusiano wetu ningeweza kukufanya ufurahi kiasi hiki. Yaani naona kabisa ndoto yangu niliyokuwa nikiiota muda mrefu sasa imetimia. Hata mimi najiona mwenye bahati sana kuwa na wewe kwa kweli unanipenda sana hadi nashindwa nikufanyie nini ili kulipa upendo wako. Usijali mpenzi, tabasamu lako tu linanitosha. Halafu kuna kitu nataka nikwambie, lakini bado muda hujafika. Nitakwambia baada ya chakula. Jamani, unataka kunivisha pete? <laughs> Usiwe na haraka mpenzi, ngoja mhudumu aje kwanza, tuagize chakula. Karibu kwenye mgahawa wetu. Leo tuna chipsi, kuku, wali samaki, pamoja na wali nyama Mona ni wewe au nakufananisha? Ni mimi, wala hujakosea. Baby, hebu muone huyu dada. Hivi unajua huyu ndo alikuwa mwanafunzi bora zaidi darasani kwetu? Yaani huwezi amini, alikuwa akijivuna kuwa atakuja kuwa mfanyabiashara mkubwa duniani, lakini Mungu alivyo wa ajabu, leo ni mhudumu wa kawaida tu. Malaika, hebu achana naye, unajua watu wanatuangalia wala siogopi, acha kila mmoja asikie ya vizuri. Yani alikuwa anajifanya kichwa darasani, ila sasa hivi hana maisha yoyote zaidi ya kubangaiza apate hela ya chakula. Tena huenda hata hapa malipo ya kazi anayoyafanya ni chakula na siyo pesa. Dada samahani, hebu naomba tuletee juisi kwanza. Sawa boss. Yani hii video lazima niitume kwenye grupu letu la shule, ili kila mtu aone kazi anayofanya mwana kwa sasa. Malaika inatosha sasa, hebu acha kumdhalilisha dada wa watu. Sawa naacha. Okay ngoja niende nje mara moja nikaongea na simu. Sawa muhudumu, we muhudumu. Abe bosi. Hivi wewe mpaka uite mara ngapi ndo uitike? Samahani bosi, nilikuwa nachukua oda za wateja wengine. Mbona unashindwa kuwa na heshima kwa wateja waliowahi Si ungetuletea kwanza hicho ulichoagizwa, ndio uendelee na wateja wengine? Samahani bosi, nilikuwa nachukua oda za vinywaji kwenye meza zote, ili nipunguze mzunguko wa kwenda na kurudi mara kwa mara. Huna adabu kabisa we dada, yaani unaniomba msamaha huku umesimama? Hebu piga magoti uniombe msamaha vizuri. Samahani bosi, sitaweza kufanya hivyo. Kwa hiyo hutaki, nimwambie meneja wako akufukuze kazi sasa hivi? Dada, lakini si nimekuomba msamaha? huo msamaha wako siutaki. Uwe si unajikuta kiburi sasa, ngoja uone meneja. Meneja, njoo hapa haraka! Huyu mhudumu wenu ananisukuma chini, ni kwamba anataka kuniua au lengo lake ni lipi? Malaika, kuna nini hapa? mbona unapiga kelele? Sam, mpenzi, huyu mhudumu ni mwehu. Yeye anataka kuniua tu, kisa nimemuuliza kwa nini hajatuletea vinywaji tulivyomwagiza. Tafadhali naomba umwambie meneja amfukuze sasa hivi. Sio kweli bosi, mimi wala hata sijamgusa huyu dada. Ni mwongo msimsikilize. Hebu subiri kwanza, Malaika. Alex, hebu nenda kacheki kwenye CCTV kamera tujue ukweli. Sawa bosi. Kamera za nini bwana? Kwanza hapa hakuna kamera, maana nimeangalia kote, sijaona kamera na pia mimi maisha yangu ni mazuri kuliko maisha ya huyu mfanyakazi. Sasa kwa nini msingizie mtu kama huyu wakati hanizidi chochote na wala hata hana msaada wowote kwenye maisha yangu? Malaika, mimi ndiye mmiliki wa huu mgahawa na huyu dada ni mfanyakazi wangu. Hivi nafahamu kila kitu kilichopo hapa, ndio maana nimemwagiza Alex akague kamera kwa sababu najua kamera zipo hata kama wateja hawaoni zilipofungua. Sasa mbona hukuniambia mapema kama huu mgahawa ni wako? Sikukwambia mapema kwa sababu nilitaka kukufanyia surprise, na ndio maana nilikwambia kuna kitu nataka nikwambie baada ya kumaliza kula. Sawa, sasa, kwa kuwa wewe ndio mmiliki, naomba mfukuze huyu mfanyakazi kwa sababu unaweza nikaja hapa siku nyingine akaniwekea hata sumu kwenye chakula. Malaika, siwezi kufanya hivyo, maana hata mimi pia nilianza kuwa muhudumu kwanza kabla ya kuwa mmiliki wa huu mgawa na pia huyu muhudumu ni mwajiri kwa sababu ana heshima na ni mkarimu sana kwa wateja. Ndio maana uliposema anataka kukuua, nilitaka kuthibitisha kupitia kamera, kwa sababu najua hana hizo tabia. Wala usijali mpenzi, mimi nilikuwa natania tu, ili nione kama unanipenda. Wala sikuwa na nia mbaya kabisa na huyu mfanyakazi wako. Kwa hiyo ulivyosema huyu muhudumu anataka kukuua, kumbe sio kweli? Ndiyo, sio ukweli lakini mimi nilisema anataka kuniua kwa utani tu, wala sikuwa na maanisha. Sikia Malaika, kwa hiki ulichofanya, kwa kweli sitaweza kuvumilia. Siwezi nikapoteza mfanyakazi wangu ninayemfahamu vizuri, kwa sababu ya mpenzi ambaye nimekutana naye wiki moja iliyopita. Kwa hiyo, kuanzia sasa, mimi na wewe basi, na naomba uondoke kwenye mgahawa wangu sasa hivi. Sam, yani unataka kuniacha kisa huyu muhudumu. kama umeshindwa kumheshimu huyu muhudumu Najua hata mimi ungenikuta kipindi ambacho nilikuwa muhudumu, usingeniheshimu pia. Kwa hiyo, naomba utoke kwenye mgahawa wangu.